Hiyo kukutana na hao watu Gwambina si wapi huko, unaenda kupoteza muda tena, ndo unaenda kutengeneza sumu, unaenda kusababisha hao viongozi wa wilaya. Tuwafanyie kitu kikubwa kwa kipindi kinachofuata hapa karibuni, tushawaandalia dozi yao. Usipoitisha we mkutano kwa nia njema tu kwenye katiba inavyoongoza kwamba kuna mkutano wa dharura, si tukiomba mkutano uitishe, usipotaka kuitisha mkutano, unataka ukajibu na viongozi wa wilaya, sawa huko Gwambina, basi wewe kaa ukijua hao viongozi wa wilaya wao watakuponza. Sawa wewe utaondoka hapo kwa kushindikizwa. Kama je, mwenyekiti Mohamed Deuji ndo ana nguvu kwenye bodi, si ndio? Je, ye, yeye kama mwenyekiti wa wanachama ambaye kaomba ridha yetu, kawahi kusimama siku moja akasema kwamba Mohamed Deuji hatimizi matako ya wanasimba? Aliwahi kusema? Tutaamini vipi? Kama Mohamed Deuji ana mapungufu sawa, lakini inapotokea tatizo anawapa watu maji ya kunywa, wanaenda kukaa pale, wanaongea ushubada hivi hivi. Natambia kwani wale wazee wa Simba wale wazee waliokutana juzi wale wazee wa wale Simba ni wanachama, kile ni kikundi cha wapiga hela ndani ya wale wazee wa Simba. Wale wanawachafua wazee wenzao, na mimi ningeamini wale wazee wengine walokuwa wema watakao watoke wawajibu wale ili wawe salama. Wasipowajibu sasa, tunaona wazee wa Simba wote ndo wale, wale, Kwa kutoka sasa sasa hivi tutakuwa hatuna imani tena na wazee wetu wa klabu ya Simba. Tunaamini hao wazee washamaliza mwendo, wanahitaji mafao sasa. Ndani ya Simba hawataki mema ndani ya hawataki mema klabu ya Simba wanakoitana, wanaenda kuongea nini kawaida leo Eh, za chini zinasema saa kumi na moja Gwambina pale. Hapo Gwambina alishai kukutana nao. Alishawapa mkakati kuelekea dabi tushaharibikiwa. Leo tena wanaitana nao, wa watu wanaenda kukutana wanaenda kuongea nini? Wanaenda kupeana pension? Mimi naamini hapo atakuwa anaenda kupeana pension, anaenda kupongezana. Walishakutana Gwambina siku tatu kabla ya mchezo kwamba mchezo upo. Na wamerudi kwenye matawi yao hawajatoa taarifa. Leo wanaenda kuongea nao nini hao? Leo wanaenda kuongea nao nini? Sisi tumwambie tu. Kuluka luka kwa malage ndio kuiva kwake muda wake umeshafika kujiondoa Simba Sports. Sasa asisubiri kushindikizwa. Mimi nishaanza kuhamasisha wanachama wenzangu. Sawa, tunaongoza matawi kwenye wilaya zote. Hapa Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam katika mikoa yote tunaitakia mema klabu yetu ya Simba. Huu ni wakati sasa Tua Tua kama wa kuvunja ukimya. Tulivumilia lakini imefika mwisho, tumechoka. Tuhamasishane, tuhakikishe kwamba kama yeye Mangungu hajaitisha mkutano wa dharura kikatiba unavyosema sisi tunaomba itisha. Asipoitisha, tuna mamlaka kuomba fomu katika wilaya zetu, tujaze kolamu, inatakiwa kuanzia watu elfu moja. Sawa, tukitia saini zetu pale, tumelipia ada zetu, wote tuko hai, tunaomba mkutano wa dharura. Sisi sasa, atake asitake, mkutano utaitwa, lakini wenye jukumu la kuita mkutano ni bodi ya kurugenzi, zenye si mwenyekiti, kama mwenyekiti wajumbe wa. nisikilize kwa makini. Ukishazungumzia bodi ya wakurugenzi, lazima umzungumzie mwenyekiti wetu mumtaza Mangungu Uwezi kuniambia kuna bodi ya ukurugenzi kama sisi hatujachagua viongozi wa klabu ya Simba. Mwamiri Dewji angekuwa na mwongoza nani kwenye bodi? Kama upande wa wanachama hakuna viongozi. Yeye atakuwa na nguvu vipi kwenye upande wake wa bodi ya ukurugenzi? Kwa hiyo, kwenye katiba inaonekana kwamba inambeba yeye upande wake kuwa na, na mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi kutokana na wale walioandaa katiba walivurunda na kati ulijua kabisa katiba hii inaenda kumfeva Dewji, haifevi wanachama wa klabu ya Simba. Kwa nini ulikubali ipite? Kwa hiyo manake yule alikuwa asilimia 20 kwenye ile katiba, lakini kwa bahati nzuri kwenye ile katiba bado kuna sehemu Dewji nambana, sawa. Kwenye katiba ile upande wa mwekezaji bado nambana, na ndio maana umeona hana fursa moja kwa moja kwenye ile katiba, na ndio maana sisi tumetulia. Sisi tunachokihitaji asilimia kubwa sio uwekezaji ndani ya Simba, sisi tunahitaji furaha ndani ya Simba. Swala la kupata pesa ndani ya Simba sisi hatufikirii. Sisi tunachofikiria tupate viongozi sahihi waiongoze Simba, tufike nchi ya ahadi. Ndio malengo yetu na kweli Deuji toka ameichukua Simba toka tutoke kupoteza mataji misimu mitano mfululizo anachukua nyuma mwiko na Azam toka 13 mpaka 17, kaingia yeye kaionyesha kwamba Simba kweli ni timu kubwa sawa, ni timu kubwa barani Afrika, lakini inaonekana nyumbani sio timu kubwa kwa sababu kuna mtu anabebwa kimtoa kwenye maji. Yaani ukimtoa tumweke hapa, anaishi hapa. Anaweza kukaa hapa, amalize hata nusu saa. Samaki mmoja ndio jauli ndio anaweza kamaliza mpaka masaa kadhaa hajafa. Lakini akipigwa na jua anaondoka. Kambale peke yake. Akiwa lobaki yote dakika 15 kuisha. Sasa ndio hawa nyuma mwiko. Hawa wanatamba hapa tu. Sisi wakubwa wakubwa hapa tu. Sijawahi kumwona mkubwa anatamba sehemu moja tu. Mtu mkubwa anatamba kokote ndio anaitwa mkubwa. Sio mkubwa anatamba kwa baba na mama afa anajiita mkubwa. Wewe kinaitwa kikubwa. Sio mkubwa mkubwa anatamba kokote pale kama sisi tunavyotamba sasa hizi East Africa, sio wao wanatamba hapa hapa anajifanya makubwa. Sasa tuambie tu, mangungu huu ni muda, achia koti pale, ondoka. Baada ya kujipendekeza sio, unaita viongozi wa wilaya, unawaita si baadhi ya viongozi wa matawi, unajipotezea muda. Achia koti lako pale, ushasema huna sababu ya watu kukulalamikia, huna kosa wewe, unajiona huna kosa, basi achia koti kwa nia njema tu. Kwani tujiulize, Swedi Mkwabi alishindikizwa kujiuzulu ndani ya Simba Sports? Si aliachia kiti mwenyewe, na alikuwa na mpinzani yule. Si ndio atakuwa atambe yule. Wewe unatamba wewe ulipata upinzani na uchaguzi wa 2022 ukupita. Uchaguzi wa 2022 kamati imekupitisha kwa kiongozi wa klabu. Ndio maana watu waliandamana kutaka paka kwenda TAKUKURU. Mbona uchaguzi wa 2021 uliojaza nafasi wala Juma Mkamia? Kuna mtu aliandamana. Lakini baada ya pale kukuona kwamba mm, huyu hatufai. Ndio maana 2022 watu wakaona huyu hatufai. Watu wakamkata. Waka. Lakini watu wakatengeneza mazingira kwa sababu ni mtu wao, alirudi tena madarakani na karudi. Anakaa analeta jeuri. Hakuna kiongozi shujaa kama huyu. Kwanza anajibu shiti. Akiulizwa swali anajibu kwa shiti. Kiongozi siku zote atakuwa bebe mambo yote. Jambo jema upokea na ile jambo baya unapopewa pokea. Hakuna kiongozi ambaye hapendi kukosolewa. Huyo sio kiongozi. Kiongozi yoyote lazima akosolewe. Na mimi ninachokiamini, kiongozi bora sio alosoma sana darasani. Kiongozi bora ni yule ambaye anaweza kusimama kwenye misingi ya kanuni na sheria kwenye na, kwenye sekta yake ambaye amepewa mamlaka na kujiongoza. Huyo kwangu mimi ndio kiongozi bora. Wapo watu ambao wamesoma huko na wa madigrii yao maprofesa huko, lakini nyumbani wanaongozwa na wake zao wa, na kati, unaambiwa kila mwanaume ni kiongozi nyumbani kwake, lakini mtu ana digrii yake lakini anaongozwa na mke wake nyumbani. Kwa sababu ile ni siri ya kambi, utajua familia yako, lakini hao ya watu wapo. Kwa Murtaza Mangungu alikuwa mbunge Kilwa, kwa walikozaliwa kwenye jimbo lake walimpa nafasi kwa kumuona huyu ni mtu wetu, kijana kazaliwa hapa kakuwa hapa, anastahili kutuongoza kwenye jimbo letu, lakini alichowafanyia Kilwa, walikataa kumuongeza tena miaka mitano inayofuata wakamfyeka kama wamekufeka wananchi wako ulikozaliwa, je yeah, unawezaje kuja kuiongoza taasisi nyingine ambaye hujulikani? Kwa hiyo binafsi tumwambie tu Mangungu, kama umeshindwa serikali, basi huwezi kuiweza Simba. Mafanikio uliyopata Simba kwa muda huu yanatosha, tungika koti hapo, angalia maisha mengine. Kama saa hizi unataka tena kuchukua uongozi kwenye siasa huko, rudi huko, lakini kusiwe kipaumbele kuja Simba iwe njia ya wewe kurudi tena kwenye ubunge. Achia Simba, rudi huko. Hiyo kukutana na hao watu Gwambina si wapi huko, unaenda kupoteza muda tena, ndo unaenda kutengeneza sumu, unaenda kusababisha hao viongozi wa wilaya. Tuwafanyie kitu kikubwa kwa kipindi kinachofuata hapa karibuni, tushawaandalia dozi yao usipoitisha we mkutano kwa nia njema tu, kwenye katiba inavyoongoza kwamba kuna mkutano wa dharura, si tukiomba mkutano uitishe. Usipotaka kuitisha mkutano, unataka ukajibu na viongozi wa wilaya, sawa, huko Gwambina, basi wewe kaa ukijua, au viongozi wa wilaya wao watakuponza. Sawa, wewe utaondoka hapo kwa kushindikizwa. Sasa tuko tayari wewe tukukimbiza hata kwa bakola, kama hujaitisha mkutano. Uwezo wote nao. Sababu katiba inaongoza kwamba sasa tukiomba mkutano wa dharura uitisha. Kama hutaki, nataka nini? Uliza mchunga aliondokaje madarakani elfu mbili na kumi na mbili wakati nyuma mwiko anapigwa tano bila na Simba. Si aligoma kuachia timu. Alimaliza madaraka. Alitolewa kikatiba. Watu sio, alimfuata kwa mamake. Akaja akaachia timu tena akiwa nje nyumbani kwake. Sasa na yeye kama anataka kilichomkuta mchunga basi aendelee kung'ang'ania Simba. Nandi, lawama kwa mwenyekiti zimekuwa nyingi, lakini inavyozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii, wanasema kwamba mwenyekiti hana kauli kwenye bodi eh, isipokuwa mwenyekiti wa bodi ndo ana kauli, na hizi anazoshushiwa lawama zinapaswa kwenda kwa wote, kwa, kwa maana mwekezaji uh, Muhammad Doji ambaye ndo mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ya Simba Sports Club, ambayo mwenyekiti Murtaza Mangungu, yeye ni kama mjumbe tu. Lawama zinapaswa kwenda kwa wote si Mangungu peke yake. Hivi nikikuuliza swali dogo. Zubeda Sakuru, Hemed Ali, msemaji la dunia. Sawa? Alafu tukimchukua Mumtaza Mangungu. Si umeendelea kwa makini? Ndio. Unaweza kwa ukawafananisha na na Zubeda? Unaweza kumfananisha na msemaji? Nani mwenye daraja kubwa kati ya hao watu watatu? Mumtaza Mangungu, Zubeda Sakuru na msemaji Hemed Ali. Nani ana daraja kubwa katika watu wa watatu kwenye klabu ya Simba? Sabu, ni mwenye kiti. Kwa sababu hao ni waajiriwa wa klabu ya Simba, wameajiriwa ndani ya klabu ya Simba. Nani kawaajiri? Si viongozi wa klabu ya Simba. Kwa hiyo unapomsukumia mzigo Mohammed Dewji, Mohammed Dewji ameomba kuwekeza Simba. Sawa? Mohammed Dewji ameomba kuwekeza Simba. Si umeelewa kwa makini? Sisi hatujamuomba Mohammed Dewji aje kuwekeza Simba. Yeye yeah, ameomba kuwekeza Simba. Sisi tumemkubalia. Matakwa yetu tumemuelekeza pale. Sawa? Sisi tumemkubalia na tumemwekea matakwa yetu. Tunataka hiki, tunataka hiki, tunataka hiki ukifuate. Ndio maana tumeamua kuandaa katiba mpya. Tumeondoka kwenye katiba 2010, tumekuja kwenye katiba hii mpya 2018 2018 ambayo ni katiba ya mabadiliko. Tumefanya uchaguzi na kuna vipaumbele viliwekwa pale. Na yeye Muhammad Jauja alituahidi Simba, nataka kuifanya klabu kubwa barani Afrika. Nataka nishindane na vilabu vikubwa barani Afrika na alivitaja kwa majina ikiwemo National Real, Esperance de Tunis, Mamelodi Sundowns, TP Englebert Mazembe. Sawa? Alizitaja hizo timu uwezi kushindana na hizo timu kwa maneno. Hizo timu unashindana nazo kwa vitendo. Tulimjibu msimu uliopita, akasema kina Jobe kina Baba Kaisari, wote pesa nilitoa mimi. Naomba wana Simba munisamehe. Tajiri mwenye hela zake. Tajiri namba kumi na mbili Afrika, namba moja Tanzania lakini karudi upande ule ule wa kwake kwa sababu Tulegeni hajachaguliwa na viongozi wa klabu ya Simba na wanachama wa klabu ya Simba. Simba kwa sababu ndio tumemchagua kama je, mwenyekiti Mohamed Deuji ndo ana nguvu kwenye bodi si ndio? ye, ye, kama mwenyekiti wa wanachama ambaye kaomba ridhaa kwetu Kawahi kusimama siku moja akasema kwamba Mohammed Dewji hatimizi matako ya wanasimba. Aliwahi kusema tutaamini vipi kama Mohammed Dewji ana mapungufu? Sawa, lakini ninapotokea tatizo anawapa watu maji ya kunywa, wanaenda kukaa pale wanaongea ushubada hivi hivi. Natambia kweli wale wazee wa Simba, wale wazee walokutana juzi, wale wale wazee wa Simba anasema ni wanachama, kile ni kikundi cha wapiga hela ndani ya wale wazee wa Simba. Wale wanawachafua wazee wenzao. Na mimi ningeamini wale wazee wengine waliokuwa wema atakao watoke wa wajibu wale ili wawe salama wasipo wajibu, sisi tunaona wazee wa Simba wote ndio wale wale. Kwa kutoka sasa hivi tutakuwa hatuna imani tena na wazee wetu wa klabu ya Simba. Tunaamini hao wazee washamaliza mwendo, wanahitaji mafao sasa ndani ya Simba, hawahitaji hawataki mema ndani ya hawataki mema klabu ya Simba kwa mfumo ule tuliona juzi. Eti unatoka unapiga kelele kabisa, oh, Deuji si hivi na hivi. Kweli leo mpira wa Tanzania umekuwa kwa sababu ya nani? Si Muhammed Deuji wale sikaia, sasa hivi anatamba kwamba yeye ni kiongozi bora, anapata ujumbe kafu kwa sababu ya nani? Sio Mohamed Deoji, leo Simba singefanya vizuri. Mohamed Deoji asingewekeza pesa Simba, leo ungemwona Wales Karia anatamba? Kuna mtu angemsifia Wales Karia? Kwa nini? miaka kadhaa nyuma tulikuwa tunapeleka timu nne? Tanzania tulikuwa tushiriki ligi au tumeanza ligi juzi 2018? Si tumeanza ligi miaka hiyo toka 65. Kwa nini tusipeleke timu nne akati wenzetu Afrika Magharibi walikuwa wanapeleka timu nne? Muda mule mrefu tu tulikuwa tunaona top 10 wako wao tu wanaanzia hatua ya pili wako wao tu. Kwa nini sisi tulikuwa tushiriki? Sisi tulikuwa sindikizaji, lakini Deuji alivyoangua kuja Simba kwa mapenzi yake, kuweka pesa kuisaidia Simba, ndio leo Simba iko hapa. Lakini wewe umetoka nyumbani kwako, umevaa msuri, unaenda kukaa kwenye kibenchi, ushapewa shilingi elfu mbili unakaa pale, oh, Mohamed Deuji anazingua si nini, tunamwangushia mjumbe mzigo mangungu. Wewe ulienda ukumbini pale kumchagua Mohamed Deuji? Hao wazee wa Simba walokaa pale, kuna mzee alimpigia kura Mohamed Deuji? Ukimuuliza ataweza kujibu alimpigia kura Mohamed Deuji? Lazima tuseme ukweli, mnyonge mnyongeni, yake yake apewe.